tukiwa bado tunaishi ndani ya suratu Al-An'am. Msomaji wetu ametusomea kwa uzuri, Mwenyezi Mungu amzidishie, amuhifadhi na amlinde, nasi Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana a'udhu billahi min ash-shaitani ar-rajim

kazi walizopewa mitume. Tukizifahamu kazi za mitume walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutabaini kwamba madai mengine hayana nafasi na majukumu mengine ambayo si majukumu yao, mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayo hayawezi kuwa ndio hoja kwa wale ambao wamekufuru wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala natuambia, wama nursilul mursalin na hatuwatumi mitume ila mubashirin, isipokuwa tunawatuma mitume manabii hali ya kuwa ni wabashiri. Huwa kazi zao ni kuwabashiria watu wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwabashiria mambo ya khairi na kuwabashiria kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa ajiri, atawalipa thawabu katika yale ambayo wamewafikishia watu, na hayo waliowafikishia si, wali wali wafikishia si yao, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wale watakaomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maamrisho yake kuyatekeleza, katika makatazo yake kuyaepuka, ni pamoja na kuwatii mitume, manabii katika yale mafundisho mazuri eh, mema ambayo yana tafsiri na kubainisha yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawatwii au manabii mitume, basi mitume hawa huwabashiria wapa khabari njema, khabari za furaha, khabari za kheri, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia makazi mazuri hii. Ndio kazi, miongoni mwa kazi za manabii za mitume. Kazi nyingine, wamundhirini na hali ya kuwa ni waonyaji. Kazi za manabii ni kuwaonya watu, kuwatahadharisha watu na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhabu hizi wataadhibiwa nazo wanao kufuru wale watakaokufuru, watakaokanusha, watakaokadhibisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi manabii watawaonya hao na watawatahadharisha kutokana na adhabu na maisha yao yatakuwa mabaya na makazi yao yatakuwa mabaya. Hapa tutangazia kumuona annadhir, annadhir mwenye kuonya, mwenye kutahadharisha Je, annadhiri atakuwa ni mtume peke yake? Ndio muonyaji, ndio mtahadharishaji. Alquranu alkarim, Qurani tukufu

za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani imeelezea matukio ya siku ya kiyama yanayotisha kwa wale watakaoizingatia Qur'ani kawa ni wenye kuchukua hadhari, basi ile Qurani imekuwa ni annadhir, Qurani nayo ni muonyaji, na hivyo ndivyo ambavyo alivyotafsiri alimamu Alqurtubi rahimahu llahu taala.

na umri ni muda, umri ni wakati. Hatukukupeni umri ma yatadhakkaru fihi, yani umri ambao unatosha, umri huo ha? kukumbuka ndani ya kipindi hicho cha umri aliyopewa mtu. mantadhakara yule aliyetumia fursa ya kukumbuka. wajaa kumun nadhir, na amekuijieni annadhir, monyaji, mtahadharishaji ili nyinyi mpate kukumbuka awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. ha? Kwani hatukukupeni umri? Awalam nu'ammirkum, kwani hatukukupeni umri, manake umri wa kutosha. Ma yatadhakkaru fihi ha? umri ambao unatosha kukumbuka. man tadhakara, yule mtu mwenye kukumbuka. Naam, waja'akum an-nadhir, na amekujieni muonyaji. Aya maneno watakuwa wanaambiwa watu watakapokuwa wanaingizwa motoni. Ha? na wao watakuwa wakiomba warudishwe duniani. Sasa wanakumbushwa kwamba kule duniani alikujieni annadhira, alikujieni muonyaji, alikujieni manabii ni waonyaji mafahamu, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia yanafanya kazi hiyo hiyo. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yameelezea hali za siku ya kiyama. Isitoshe, tulikupatieni umri tulikupatieni umri wa kutosha, mwenye kukumbuka apati kukumbuka. Lakini fahamike kwamba waja wajaakumun nadhir wajaakumun nadhir, na alikujieni muonyaji. Kwa hiyo kazi za manabii, wama nursilu lmursalin illa mubashirin wa mundhirin, hizi ndo kazi za manabii tumeona. Baada na ya kuwa manabii ni waonyaji, wanafanya kazi za kuwatahadharisha watu na moto na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Lakini pia tumeona na Al-Qur'an, pia Al-Qur'an Al-Karim pia ni an-nadhir, na kalamu an-nabi sallallahu alayhi alaihi wa sallam yuadu nadhir, na maneno ya mtume maneno ya mtume yanahesabiwa maneno yake pia mtume ni nadhir, yale maneno mtume mwenyewe ni annadhir, na maneno yake mtume yanafanya kazi hiyo hiyo. Na tayeb na hapa tulipotajiwa umri umri umri pia, umri sinu al-arbain, mtu anapepewa umri akafikia miaka arobaini, akafikia miaka arobaini, umri huu pia ni nadhiri. Umri huu pia ni nadhiri. Miaka arobaini, takiwojiangalie sana. Umri wa miaka anayefikia miaka arobaini, ule umri pia ni nadhiri, unafanya kazi ya kumwonya mtu na kumtahadharisha mtu umri man balagha al arba'in, mtu aliyefikisha umri wa miaka arobaini. Wala yaghlib khairuhu sharruhu, falyatajahaz ila an-nar, mtu atakayefikisha miaka arobaini kheri yake isishinde isi shari yake, yaani kisha mambo ya kheri yakawa mengi na yakashinda mambo ya shari. Yaani endapo mtu amefikia miaka arobaini, mm, ule umri ukawa haumuonyi, haumtahadharishi na akawa na mambo ya shari mengi, huyu faliete jahazi ila na ajiandaye kwenda motoni. Atakiwa mtu akifikia miaka arobaini basi kheri zake ziwe nyingi kuliko shari zake. Nini ule umri wenyewe eh, unafanya kazi ya, ku, ya kumwonya na kumtahadharisha Sawa sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu. Mashallah eh, Mwenyezi Mungu amempa umri mrefu, basi kwa kuwa na umri mrefu, maana yake umepata muda wa kutosha wa kufanya amali. Basi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu eh? na amali yake ikawa nzuri nini? Kwa sababu amepata, amepata amepata wakati wa kutosha, mepata wakati wa kutosha. Tayib, na vilevile mtu atakaye fikisha miaka sitini Sinu sitini nadhir, mtu atakayefikisha miaka sitini, kawa na umri wa miaka sitini, basi umri kama huo nadhir ni mwonyaji. yaani ule umri wa miaka sitini ushike nafasi ya, ya kumwonya mwenye umri huo, na umri wa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kati ya miaka sitini sabini sawa. Sawasawa wako wanaovuka thamanini tisini, mia, lakini ghaliban mabaina na sitini. Sasa Mwenyezi Mungu amekuchunga chunga, amekulinda, umefikisha umri wa miaka sitini, ah. Halafu bado tena unakuwa na pupa ya dunia. Yaani, huu umri huu haukutoshi kuwa ni nadhiri? Hapa tunatakiwa anubadira bilamali asaliha, kufanya haraka kutenda matendo mema wakaifala. Na kwa nini tusifanye hivyo wakati

ni nadhir. Kadiri mtu anavyo pewa umri mkubwa, anatakiwa azidi kuwa na tahadhari abedi kabira sinuk, yule mtu mwenye umri mkubwa Mwenyezi Mungu ana mzungumza abidi, eye mja wangu, kabira sinuk, umri umeenda umri wako mkua mkubwa, mja wangu. Kwa hiyo hilo chaki tulifahamu hilo. chukua tahadhari umri unavyokwenda, chukua tahadhari na Masha Allah, watu wenye umri mkubwa wao wenyewe wanajipigia vifua, mimi usinione hivi ni mkubwa na kula chumvi nyingi, basi ufahamu pia kwamba umri huo huo mkubwa, elewa kwamba ni nadhiri na abidi kabira sinuk, mja wangu. Mwenyezi Mungu anamwambia yule mtu mzima sana ambaye umri wake umekwenda, mja wangu, umri wako umekuwa mkubwa, umekuwa mtu mzima. Wanahana dhahruka, na mgongo wako umepinda. Mja wangu, mgongo wako ulikuwa umenyoka sasa jiangalie, wanhana dhaharuk na mgongo wako umepinda. Mnyawangu, wallahu fabasa, na macho yako amekuwa dhaifu, macho yako amekuwa dhaifu, huoni kama ulivyokuwa unaona Ulipokuwa mtoto, ulipokuwa kijana, sasa umri umekuwa mkubwa. Wadhaufa basaruk, na macho yako mkuwa dhaifu. Washaba sha'ruk, na nywele zako zilikuwa nyeusi, sasa zimekuwa nyeupe. Ni mvizo mja wangu Jiangalie, washaba sha'ruk, washaba sha'ruk, na zimekuwa na mbi nywele zako. Fastahi minni, nionee haya. Fa ana astahyi minka, mimi Mwenyezi Mungu nakuonea haya, mtu ukiwa mtu mzima mpaka Mwenyezi Mungu anakuonea haya, na akakuumba yeye, mja wangu amefikia mzee. Basi ni hatari sana mtu mwenye umri mkubwa akawa anafanya mambo ya ajabu ajabu, maana Mwenyezi Mungu anamuonea haya mtu mzima mtu mzima, Mwenyezi Mungu anamuonea haya, fastahi min fastahi mini, mja wangu, umri umekuwa mkubwa, umri wako mkubwa sasa. Mja wangu, mgongo wako umepinda, macho yako yamegofika, lakini pia hata masikio Kadi umri unavyokwenda, basi kuna vitu ubora unapungua. Vile mtu alikuwa na nywele nyeusi, leo kichwa kimejaa mvi. Mwenyezi Mungu anamwonea haya mzee. Na Mungu anamtaka yule mzee amwone haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani, ukiwa na umri mkubwa unatakiwa uwe na haya kufanya maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fastahyi minni.